Siku ya Jumamosi tarehe 19 uimbaji wa kanisa la ABC mwaka 2025 ulianza rasmi katika shule ya upili ya Timbila, kaunti ya Taita Taveta. Uimbaji huu ukijumuisha uimbaji wa vitengo mbalimbali vikiwemo Class A, Class B, Special Class, Upper Class, Advance Class, Super Class, Cadet Battalion, Foxsong na pia Def Community. Akiongoza tamasha hizo, Askofu Mkuu wa Kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr Timothy Ndambuki, amefurahishwa na jinsi uimbaji umeweza kukua kwa kiasi kikubwa na kusema kuwa lengo kuu ni kuwaleta vijana na Wakristo kanisani na kulisafisha hekalu. Nasikia waimbaji wanasema nini na huo hiyo ndio ya maana sana, you need to build your own identity Wacheni kumboro sana from without, na nimefurahia ukisikiza nyimbo zote, unasikia creativity the, the, the actions na maneno yanaweza kukubalika in this culture. Kazi ya uimbaji ni kuendelea kusafisha hekalu, kuleta vijana kwa Yesu waachupe their own space. Na kanisa lianzie kurudisha hiyo heshima hiyo ndingi ni ya kijana kwa kuwafundisha maandiri mema ya Kikristo. Ni hafla ambayo iliwaleta pamoja washiriki kutoka maeneo mbalimbali, makabila mbalimbali mbali na hata tamaduni tofauti <muchos> Askofu mkuu akiweka wazi kuwa kanisa la ABC limekuwa zaidi kwa makabila 48 na, na hata kufikia Finland, Ulaya kwa ajili ya kueneza Injili, kanisa hili likiwa la kujitegemea. The diverse cultures, tuliona hapa, sinatuambia nini, sina tuarifu ya kwamba MBC na ningetaka kuwatangasia MBC is owned by 48 cultures today, tuna Wakongomani, tuna Wambembe, tuna Watusi, tuna Wahutu, hata the Watwa uko, uko, uko Rwanda. Ukibandilisha watu kilo wakiwa transformed wanahitaji kuwa transformed. When I tell you Mashindano haya yalivutia zaidi kwa waimbaji tofauti wakionyesha ueledi wao wa kuimba na kutia jitihada kwa ajili ya kuibuka kidedea. Hallelujah. Katika mashindano hayo kwaya ya kanisa la ABC Makadara iliibuka na ushindi katika kitengo cha superclass, kanisa la ABC kwa eka Mokaa ikishinda katika kitengo cha advance class, kitengo cha folk song kikinyakuliwa na kanisa la ABC Nguni Makindu, huku kanisa la Masaku Iveti ikiibuka na ushindi katika kitengo cha Dev Community In that 189 marks. max Kwaeka from Muka, 181 marks. And the winners in that uh, position is Makadara with the 184 marks. First position. Fredrick Kwambua, Undugu TV.